Mashindano yetu ya junior ITF junior ya under 14, 14 and under yanaanza kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 13. Kutakuwa na ligi 1 na ligi 2, na pale vitu viwili kwa pamoja vitafanyika. Wiki ya kwanza ndio itafanyika, itaanzia tarehe 6, ni ligi 1, alafu tamalizia na hiyo ligi 2 mpaka tarehe 13. Kwa hiyo mashindano haya pia tuliyafanya mwaka jana ya junior kama hivi na yanashirikisha nchi za East Africa na kati. Kwa hiyo ni mashindano makubwa na ni opportunity kwetu sisi kuyapata haya mashindano kwa sababu ni nchi nyingi zinagombea kupata mashindano haya ya junior East Africa. Tuko vizuri mpaka sasa, timu yetu tumefanya maandalizi yote mpaka leo. Leo tunafanya maandalizi ya mwisho, vijana wangu wako vizuri.

Ah uh, kwa sasa hivi timu tumeandaa vizuri sana kama kocha, kama tulivyoelezea hapo awali. Timu tumeandaa vizuri sana na timu imetoka uh, Kenya mwezi uliopita lakini uh, pia na tumekuwa na mashindano mengi sana ndani yamesaidia uh, wachezaji wetu kuwa kwenye hali nzuri. Kwa mimi ninaamini kwenye mashindano haya tutafanya vizuri. Kwa sababu uh, kwenye ITF ama kati uh, kuzungumzia mashindano ya, ya grade 3 mashindano makubwa sana na tunaona nchi nyingi sana za Afrika zimekuja kupambania hizo pointi. Uh, kwenye masuala kuandaa Tumejipanga vizuri maanake tunashikana kwa karibu sana na baraza. Kwa hiyo kuanzia uh, usafiri kuanzia pia na maradhi, lakini pia uh, tunashukuru pia na klabu ya Gymkhana kupitia uh, uongozi wao wa tenisi uh, kutupa ruhusa kutumia viwanja vyao. Kwa hiyo kwa jumla maandalizi yako vizuri.